Kama wewe ni mjamzito mzito na wewe unajifungua kwa njia ya upasuaji wa kupangiwa, na unajiuliza maswali, muda gani ambao ni mzuri wa kuweza kujifungua kwa upasuaji, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu, naweza subscribe hapo chini ende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna moja ya video yangu niliweza kuzungumza kuhusiana na upasuaji, hasa upasuaji wa dharura, lakini vile na upasuaji wa kupangiwa, ambao kitaalamu tunaita elective cesarean section, au kama najifungua kwa upasuaji ule ambao unakuwa umepangiwa muda fulani, bila kuwa na uchungu, bila shida yoyote, labda una kigezo fulani ambacho kinakufanya usiweze kujifungua kawaida naita ni elective Cesarean delivery. Na kwenye video ile nilizungumzia kuhusiana muda ambao mama anatakiwa aweze kujifungua e, kwa kupangiwa kwa njia ya upasuaji ni mama unapofikisha mimba ya wiki 38, yani miezi 9 na wiki mbili. Sasa basi kuna mabadiliko, kumeonekana kwamba kuna faida kubwa sana za kujifungua zaidi ya hicho kipindi kuliko kujifungua chini ya hicho kipindi au katika kipindi cha wiki 38 labda na siku mbili wiki 38 na, na, na siku tatu na siku nne tano sita eh lakini kabla hujafika wiki 39, kuna madhara ambayo yanaonekana kwa mtoto na inaweza kaleta changamoto kwa baadhi ya kina mama, haswa watoto wao ambao wanakuwa wanazaliwa inawezekana, wewe ulijifungua mimba yako ikiwa na wiki 37 na siku 2, 37 na siku 3, 37 na siku 4, lakini vilevile ukajifungua wiki 38 kama nilivyosema, lakini vilevile ukajifungua kwa upasuaji vilevile wa kupangiwa wiki 38 na siku 2, wiki 38 na siku 6 lakini, lakini vilevile ukufikisha wiki 39 ila mtoto katoka yuko vizuri bila kuwa na shida zote labda za upumuaji au za ukomavu. Sasa kuna mabadiliko ambayo yapo, naomba unisikilize siku ya leo, na kama ukitaka kujifunza kuhusiana na masuala ya upasuaji, kwenye ile video nilizungumzia vitu gani ambavyo ni muhimu sana, basi unaweza click suggestion hapo juu, ila utasikiliza mara baada ya kuweza kumaliza kusikiliza video hii. Sasa basi muda mzuri wa mama kuweza kujifungua kwa upasuaji ule wa kupangiwa Pomana, kwa maana kwamba una uchungu, hauna shida yoyote ya kiafya, mtoto wako yuko vizuri, kasoro tu huwezi kujifungua kawaida labda una mishono miwili au nyonga yako ni ndogo, huwezi kutoa mtoto kwa njia ya kawaida. Basi mama anashauriwa kuweza kufanyiwa upasuaji mimba inapofikisha kuanzia wiki 39 mpaka wiki 40, ndio muda ambao mzuri sana haswa wiki 39 mpaka wiki ya 40, ukiwa na 40 siku mbili 40 na siku tatu na kuendelea, lakini usifike ile wiki 41 au usizidi ile wiki ya 41. Kwa hiyo madaktari walio wengi tunashauri kwamba ufanyiwe upasuaji mimba ikifika labda wiki 39 na siku tano, mimba ikifika wiki 39 eh, ikiwa na 39 na siku mbili, siku moja e, lakini vivyo siku tatu, nne, tano, inafika wiki 40 ba e, wiki 40 na siku mbili, unaweza ukapangiwa uweze kufanyia upasuaji kulingana na mama moja na mama mwingine lakini muda ambao ni mzuri wiki ya 39 pale, kuanzia wiki 39 mpaka wiki ya 40 hapa ndio muda mzuri sana na sio wiki ya 38. Kama nilivyosema, umeonekana kuna changamoto ambazo naweza kusema kwamba kwa baadhi ya kina mama ambao wamekuwa wakijifungua chini ya wiki 39 kwa njia ya upasuaji. Tunajua kwamba mimba huwa inakomaa wiki ya 37 mpaka wiki 42 na baadhi ya kinamama ambao wanajifungua kawaida anaweza kujifungua wiki ya 37 na, na siku 2 wengine mpaka wiki 36 wengine wiki 37 na siku tatu wengine wiki 37 na siku tano, wiki ya 38 wengine wanajifungua hadi kwa upasuaji. Na mtoto anakuwa yuko vizuri, lakini kuna baadhi ya kina mama haswa ambao ambao wa wanajifungua kwa upasuaji wa kupangiwa umeonekana kwamba kuna madhara wa wa wa wa kwa watoto wao ambao wanaweza kujifungua. Lengo ni kwamba unapofanyiwa upasuaji uweze kujifungua mtoto ambaye yuko vizuri na ukamlee bila gharama nyingi sana. Sasa endapo ukijifungua kwa upasuaji wa kupangiwa nazungumzia, achana ule upasuaji wa dharura. Upasuaji wa dharura unaweza ukafanyika kipindi chochote mimba inapofikisha wiki 28 au miezi saba kwenda juu, inawezekana ulikuwa na shida, labda presha imezidi sana, wakaona kwamba kuna shida, ili waweze kumwokoa mtoto, ukafanyia upasuaji mimba ikiwa na wiki 35, ukafanywa upasuaji mimba ikiwa na wiki 32 hiyo yote ni upasuaji wa kuweza kutoa mtoto, mimba ikifikisha miezi saba au zaidi unaweza kutolewa. Lakini ule wa kupangiwa sasa ambao unafanyika kwa kupangiwa, mara nyingi tunashauri kuanzia wiki ya 39, 39 na siku mpaka wiki ya 40 ndio muda mzuri sana, mtoto anakuwa amekomaa vizuri na kunakuwa hamna shida. Endapo ukijifungua kwa upasuaji wa kupangiwa chini ya wiki 39 au chini ya miezi tisa na wiki tatu mtoto anaweza akazaliwa akawa na changamoto za upumuaji, akazaliwa akawa na changamoto ya kwamba anapoteza joto, kitu ambacho kinaongeza uwezekano wa yeye kuweza kufariki, lakini vilevile mtoto anaweza kawa anapoteza sukari, na wakati mwingine unaweza ukalazwa kwa ajili ya hizi shida, na mwisho wa siku ukatumia gharama nyingi sana pale hospitali, kwa sababu mtoto wako anaweza kalazwa wiki mbili, siku tatu, siku nne, lakini ungejifungua kuanzia wiki ya 39 mpaka ya 40 hapa, kwa upasuaji wa kupangiwa pengine mtoto angetoka yuko vizuri bila kuwa na shida yoyote, usingetumia gharama nyingi. Sasa haitakiwi uweze kuvuka wiki ya arobaini na moja au zaidi, kwa upasuaji wa kupangiwa, kwa sababu uchungu unaweza kaanza muda wowote. Kumbuka mimba inakuwa imekomaa sana na tayari unakuwa umeshavuka ile tarehe ya matarajio, kwa mwisho wa siku uchungu unaweza ukaanza muda wowote na unaweza kukutia ukiwa mbali, labda uko sokoni. Mwisho wa siku, mpaka wale watu ambao watakokota au wale wa Samaria wema, mpaka kufisha hospitali ukakuta mji wa uzazi umesha pasuka kitu ambacho unaweza ukampoteza mtoto, we mwenyewe ukafariki au ukapoteza damu nyingi sana, na ukakaa hospitali na kuongeza gharama nyingi, au ukasafirishwa kwenda kwenye hospitali kubwa ambako ni mbali zaidi, na mwisho wa siku matumizi, lakini vile malezi yako yakawa ni gharama sana. Kwa ili kuepuka hayo, ni vema kuweza kuhakikisha kwamba unamsikiza daktari wako, tarehe ipi uweze kujifungua kwa upasuaji, na usipuuze. Atakupangia wiki ya 39 au kuanzia wiki 39, labda atakwambia wiki 39 na siku mbili, wiki 39 na siku tatu, wiki 39 na siku nne, lakini wiki ya 40, na usivuke kwenda wiki ya 41. Sasa kama mtakuwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Japo kwenye ile video nilizungumza wiki 38. Mambo yanabadilika, ni vema kuweza kubadilika, hata kama ulijifungua hiyo wiki ya 38 ila mtoto wako akawa yuko vizuri bila kuwa na shida yoyote, inawezekana wewe labda ni mshono wa tatu, tayari na watoto wawili nyumbani na umeona kwamba labda utataka kujifungua wiki ya 38 na jifungue wiki ya 39, kushauri jifungue wiki ya 39 na jifungue siku kadhaa. Sasa, basi kwenye kipindi hicho, endapo kama umepangiwa tarehe ya kuweza kujifungua kwa upasuaji wa kupangiliwa, ikatokea muda wowote ule ukapata uchungu ukiwa mazingira ya nyumbani, ni vema kuweza kwenda hospitali. Inawezekana mimba haijafika hata hiyo wiki tisa, wiki 39 ina wiki labda 37 na siku sita au ina wiki 38 na siku mbili ukapata uchungu moja kwa moja ukaenda kufanyiwa upasuaji wa dharura. Ukifanyiwa upasuaji wa dharura basi, utapata mtoto wako akiwa vizuri, lakini hiyo itakuwa imekuwa kama upasuaji wa dharura na sio upasuaji wa kuweza kupangiwa. Kwa hiyo unaweza ukapangiwa tarehe, lakini wakati mwingine ukapangiwa hiyo tarehe kabla haijafika ukajikuta kwamba umejifungua kwa njia ya upasuaji, lakini upasuaji ule ambao ni wa dharura, na wakati mwingine ukapata mtoto wako akiwa vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo muda wa kujifungua, jamani, ni wiki 39 au kuanzia wiki 39 mpaka wiki 40 ndio muda mzuri sana na usivuke kwenda wiki 41. Kama utakuwa na swali niulize hapo chini, nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako kwa wakati wote. Kama wewe huwa unajifungua kawaida au ndio mara ya kwanza kabisa umebeba hiyo mimba, basi naomba kabla hujafikiria we mwenyewe kuweza kuamua kuweza kujifungua kwa upasuaji kwa kuogopa uchungu, unaweza ukasikiza video hii hapa ili kuweza kujifunza madhara ya kujifungua kwa upasuaji. Ukiwa na swali niulize hapo chini. Karibu sana.